Swali la da pale: eleza changamoto zinazokabili asasi ya ndoa ukirejelea tamthilia ya Bembea ya Maisha. Kwa hivyo shida za ndoa ni zipi? Pale tusome kwa pamoja. Yona alikuwa akimpiga Sara kila akipelewa na kuishia kusababisha ugonjwa wa moyo na mazoea ya kumjuzi Sara kila alipolewa. Kukosa watoto. Sara na Yona waliumia bila kutarajiwa watoto, jambo liliwatia wasiwasi. Ulevi. Yona alikuwa mraibu wa ulevi na kushindwa kutekeleza mahitaji ya familia. Mizozo. muji analalamika Bila kumpeleka sara nyumbani, bila kumshauri mangujo. Sara anaugua ugonjwa wa moyo, anaenda mjini kutibiwa na kumwacha yona kezeliwa. Yona na sara wanasema na wanakijiji wa kutozaniwa na watoto. Shinikizo la kuoa mke wa pili, yona alikuwa akishi na ya, ya, ya, ya, hmm. Natumai wakati wote zikija kwenye mtihani utakumbuka utakumbuka.